Unatamani kuwa na mafanikio? Basi leo tunaenda kuangalia siri moja kubwa ya kutafuta mafanikio kwenye sekta yoyote, iwe ni kiuchumi, iwe ni kiafya, kimaendeleo yoyote, mambo ya kijamii, kuna siri moja ambayo leo tutaenda kuiangalia. Karibu Maisha Life. Na hiyo siri ni nyepesi sana, jifunze kuwahudumia watu wengine, kwa sababu pesa yoyote unayotafuta iko kwenye mifuko ya watu wengine. Kwa hiyo jinsi utakavyowahudumia ndipo utaweza kuhamisha hiyo pesa kutoka kwenye mifuko ya watu wengine kuingia kwenye mfuko wako. Kwa hiyo jifunze kutoa huduma. Sasa njia bora ya kuweza kupata mafanikio ni kuweza kutoa huduma bora. Wahudumie watu. Sasa kama kawaida yetu sisi Maisha Life tunapenda kutoa mifano yetu kwenye Biblia. Kwa hiyo leo tutaenda kuangalia mfano wa watu wawili kwenye Biblia ambao walitufundisha vizuri jinsi gani ya kutoa huduma. Disclaimer ni kwamba Biblia sio kitabu cha mafanikio, sio kitabu cha kutafuta pesa, lakini tunaenda kutumia mifano kadhaa kuweza kuangalia watu ambao waliweza kufanikiwa kwa, kwa kutoa huduma. Kwanza naamini wengi tunamfahamu Yusufu, eh? Ya, wengi wanamfahamu Yusufu. Yusufu ni mtu ambaye aliweza kutoa huduma na kile kipaji chake kikaweza kumpa mafanikio makubwa sana. Ukifuatilia historia ya Yusufu alivyofika Misri, akawekwa gerezani kwa sababu za mchongo mchongo lakini mwisho wa siku alipokuwa gerezani, alikuwa anaonekana ni kijana ambaye anaweza kuwahudumia watu wengine. Lakini huduma aliyokuwa anaitoa, alikuwa na uwezo wa kufasiri ndoto, na aliweza kuwasaidia watu wengi sana, na alifanya kazi kwa uaminifu mkubwa sana. Mwisho wa siku, ule uaminifu wake, kutokana na huduma anayoifanya, ukasababisha akapata fursa, katokea fursa ya kumtafsiria Farao. Na jamaa wangu akaenda akamtafsiria Farao vizuri kabisa Mwisho wa siku, baada ya kumtafsiria ile fursa ilipokuja, akatoa huduma, mwisho wa siku akapata promotion. Kapata promotion, akapata cheo na mambo yakaenda vizuri sana. Mwisho wa siku, ule utajiri ukaja kumfuata yeye, ikawa ni kama by product. Sasa hapo kuna msemo mmoja huo nakumbuka, ambao kuna kaka wangu mmoja anapenda sana kuutumia, anasemaga, mdogo wangu, usiikimbize hela, tega mitego ya kuingiza hela. Ukitega tega mitego hela itakuja yenyewe, na mwisho wa siku utajikuta unaingiza hiyo hela. Unategaje mitego? Unaweza ukatega mitego kwa kutoa huduma. Anza jishuhurishe, toa huduma fulani ambayo itavutia watu waweze kukulipa kutokana na huduma unayoitoa. Kwa mfano, Yusufu alitoa huduma, huenda na wewe usiweze kutoa huduma kama hiyo. Kuna huduma yoyote ambayo unaweza ukaitoa ndani yako. Ile huduma alitoa kwa uaminifu na watu waliona. Kumbuka siku zote watu wanaona mambo unayoyafanya kama una kitu kizuri unakifanya, watu wataona. Kupitia watu kuona, fursa itatokea. Fursa ikitokea, usifumbie macho. Fursa ikitokea, ruka nayo, alafu kisha ruka na fursa. Baadaye utajiri na hao mambo mengine mafanikio yanakufuata tu, ni kama by product, kwa sababu umeshatega mitego vizuri. Na mfano mwingine ni mfano ambao huenda kila siku ukisikiliza Maisha Life tunautumia, ni mfano mfalme Suleimani, kila siku ukisikiliza tunautumia Mfalme Sulemani hata kabla hajatajirika hata kabla hajaulizwa lile swali na Mungu kwamba unataka nikupe nini, tayari alikuwa na moyo wa kutoa huduma. Ndiyo maana alipoulizwa nikupe nini, akasema kwamba kitu ambacho ana desire kupita vitu vyote, desire yake ilikuwa ni kuweza kuwahudumia watu wake. Akamwambia Mungu kwamba umenipa watu wengi sana, na mimi nataka kufanyaje kuwahudumia. Mwisho wa siku akapewa uwezo wa kuwahudumia. Biblia inatuambia kwamba Mungu ndiye anakupa uwezo wa kupata utajiri. Uwezo huo unatokana na nini? Fikra zako, mtazamo wako, huduma yako, jinsi unavyofanya kazi na watu, unaweza ukavutia utajiri. Mfalme akaanza kuhudumia watu, na kutokana na kuhudumia kwake sifa zake zikasambaa. Tunaoni pale pale tu kama kwa Yusufu, alihudumia, sifa zake zikasambaa kwamba huyu mtu ana uwezo mkubwa wa kuhudumia, fursa zikajitokeza. Mfalme naye alihudumia, sifa zikasambaa. Biblia inasema wafalme kutoka nchi zote wakawa wanakuja na akawa anawachaji kila mwaka. Alikuwa achaji mara moja tu, ukija unachajiwa, ukienda ukirudi tena unachajiwa tena, ukienda ukirudi tena, kuna shida nyingine utaomba msaada utachajiwa tena. Kwa hiyo tafuta service ambayo unaweza uka keep charging watu, wanazidi kuja, unaendelea kuwachaji. Kwa hiyo toa huduma, toa huduma, toa huduma. Mwisho wa siku huduma yako italeta fursa ambazo kupitia zile fursa haya mafanikio na utajiri, hivyo vitu vitakuja kama by product. Huenda ukawa unajiuliza labda una kipaji lakini haujui kipaji hicho kitakuingiziaje hela. Amini kwamba mfano Suleimani mwenyewe alisema kazi zote zina faida, all work works. Unaweza ukafikiria labda wewe labda unaweza tu kupika, kwani hamna watu waliopika na wakapata utajiri? Wapo, si ndivyo? Huenda ukafikiria labda wewe sifa yako, hata kama ni kupiga umbea. Mfano mkuu anasema Mange Kimambi, si ndio? Mange Kimambi kapiga umbea mwisho wa siku katoboa, mafanikio yakamfata. Huenda wewe sio Mange Kimambi, huenda unaimba, unaweza kuentertain watu. Kama unaweza kuentertain watu, ndio, fursa ziko nyingi sana. Sasa hivi kuna platforms nyingi sana kwenye social media, kuna platform nyingi sana ambazo unaweza ukapost content zako na watu wakakupenda, watu wakakufata, na kupitia entertainment yako, fursa zinaweza zikaja, na fursa zikija, basi utajiri unakufata mwisho wa siku. Tunarudi pale pale kwenye msemo wa kakaangu ya yeah, inabidi nimpe shaku nimpaishe kakaangu. Kakaangu anasema usitafute pesa, usiikimbize pesa, badala yake tega mitego na pesa itakufuata. Kwa hiyo hata kama ni mafanikio, aidha ni kibiashara au labda, huenda labda mwingine anaweza akasema yeye yuko kwenye non profit organization, huenda ni mhudumu. Kwa sababu nimegundua pia chaneli yangu kuna wachungaji wengi sana wanasikiliza chaneli yangu. Huenda wewe ni mhudumu, kama unahudumia watu kanisani Toa huduma vizuri. Ukitoa huduma vizuri, watu watavutiwa na huduma yako, na watu wengi zaidi watakufata. Kwa sababu gani? Unawahudumia vizuri, unashibisha kiu yao. Na pia uwe mbunifu kwenye kutoa huduma, usiangalie labda kwa sababu mtu fulani anafanya hivi na mimi niige hivyo hivyo. Hapana, kuwa mbunifu. Unapokuwa mbunifu kwenye huduma yako, watu watanotice uniqueness. Maisha ni watu, eh watu wakinotice, watu wakinotice watu waki notice mwisho wa siku fursa zitakuja. Fursa zikija, mwisho wa siku mafanikio yatakufuata. Kwao naomba nisisitize tena, njia pekee ambayo ni kubwa na muhimu zaidi ya kuweza kutengenezea mafanikio ni kutoa huduma. Unapotoa huduma, utajiri unakufuata kama by product. Kwao nipende kuwashawishi vijana wote tunaosikiliza Maisha Live, jitafute, jichangechange, jitafute ujue ni huduma gani unaweza ukatoa, itoe vizuri na mafanikio yatakufuata. Ni hayo tu kutoka kwetu, uh, muda huu. Jitahidi kusubscribe kama umeipenda video na umebarikiwa subscribe. Eh? Usiache kusubscribe. Eh? Unapoacha kusubscribe una riski mambo mengi mabaya kukufuata kwa sababu haujasubscribe kwenye channel yetu. Kwa hiyo subscribe halafu ukitoka hapo like video kama ni nzuri, pia share na watu wengine waweze kutazama na wao waweze kulike na kusubscribe ili mambo mazuri yaendelee kutokea kwenye maisha yetu. Maisha Life tunawapenda sana na niwatakie siku njema.